Timu ya mauzo ya Azam TV imewasili jijini Dodoma tayari kwa kitengo cha promotion kubwa ya Kiwashe na Azam TV ambapo tayari shamra shamra kuelekea upande huo zimeanza. Uzinduzi huo utafanyika kesho kwenye viwanja vya Machinga Complex ambapo wateja watapata taarifa mbalimbali kuhusu huduma, ufundi na matengenezo ya bure na bei ya punguzo ya visimbuzi vya dish, antena na Camcard. Tarehe kumi na tano kuanzia saa tano tutakuwa hapa Machinga Complex, ambapo tutaweza kufanya mambo makubwa, utaweza kusikia mambo makubwa ambayo yanafanyika hapa katika huu uzinduzi. Sasa basi, vitu gani ambavyo utavikuta hapa? Utaweza kupata taarifa mpya na kubwa ambazo zinaongelea kampeni yetu, kama ni ufundi, kama ni bidhaa zetu, kama ni burudani zetu ambazo tunazitoa sehemu mbalimbali, ili mradi uweze kupata hii huduma. Sisi kama wakala mkuu wa Azam TV Dodoma tunakuja na ofa kubwa sana kwa wakazi wa Dodoma, mfike eneo la tukio hapa Machinga Complex, kuanzia vingambuzi vya dishi mpaka hivyo vya antena. Kuna ofa kubwa kweli kweli, lakini hiyo ofa ni ya siku moja. Hakikisha kesho ukose kukutana na ofa kubwa kabisa. Wakazi wote wa Dodoma, karibuni Machinga Complex kesho. Dodoma, tuna kiwasha e, kiwashe na Azam TV, na kutakuwa na burudani mbalimbali za wasanii kuongozwa na mimi Mkwele Original na wasanii kibao wakubwa siku kesho atakuwepo kuanzia saa 5. Kwa hiyo mwananchi, kama uko ndani ya Dodoma siku kesho saa tano kamili, sogea maeneo haya mkuye mkuye mkuye, maeneo haya ni nia na madhumuni, muweze kushuhudia huduma mbalimbali kutoka Azam TV <tik>